Hello, Tanzania. Ah, kwa jina naitwa Prosper Lekim, ni mwanzilishi na mwasisi wa African Music Academy. African Music Academy ni shule bora ambayo inatoa mafunzo mbalimbali ya kimziki ikiwamo kwa watoto na watu tuna wazima tunatoa mafunzo mbalimbali ikiwamo piano lesson, vocal lesson, violin lessons, kuimba lakini muziki wa nadharia ama kwa jina jingine music notation. African Music Academy ni taasisi ambayo imejikita kutoa mziki na kufanya mafunzo ya muziki katika hali ya ulio ya ubora zaidi. Tunasema African Music Academy, raising music talents, ni kipao mbele cha kwetu sisi wanafunzi. Tunatoa mafunzo mbalimbali katika shule, katika nyanja tofauti tofauti kwa watoto, katika categories za age tofauti tofauti, lakini pia tunatoa mafunzo kwa watu wazima ambao pia wanapenda kujifunza na kujiendeleza katika fani zao. African Music Academy ina malengo mbalimbali ikiwamo kupanua matawi mbalimbali hapa nchini Tanzania, kama kufika mikoani ya nje ya uh, Dar es Salaam. Lakini pia kuongeza vifaa mbalimbali katika masenta yetu na katika shule zetu. Tunaambana tunasema African Music Academy imekuandalia washa ama jukwaa bora ambalo litakuwa linafanyika tarehe 13 mwezi wa tisa mwaka huu 2025. Ah, na tamasha hili litaenda kwa jina la Come Together Fundraising Music Concert. Tunaposema Come Together Fundraising Music Concert ni burudani pekee ambayo utaipata siku hiyo bila kukosa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wadau walezi, wale wote ambao wanapendezwa na mziki na hakika, siku hiyo kutakuwa ni siku ya burudani na kuangalia vipaji ambavyo tunavilea ndani ya African Music Academy, lakini pia bila kukosa kutakuwa na wasanii mbalimbali chipukizi na ambao huwa na majina mbalimbali ili kutupa support siku hiyo. Kwa hiyo ni wakaribishe enyi wadau, enyi watu wote ambao mnapendezwa na muziki, basi kuanzia sasa hivi unaweza kusubscribe ama kutufuata katika channel zetu ama katika page zetu za African Music Academy, ama katika, tunapatikana kwa jina hilo kwa page zote, Instagram pamoja na Facebook, lakini pia YouTube. Kwa hiyo nipende kuwapongeza na nipende kuwakaribisha sana katika tamasha hili, hakika utajutia na ukisikia tangazo hili Mtaalifu, na mwenzio, karibuni sana African Music Academy, karibuni sana katika shule zetu, na tunawakaribisha sana sana sana. Niwatakie uh, siku njema na Mungu awabariki.